Utaona, sisi vijana, kuna watu wengi ambao wanatushangaa, wanasema e, mbona nyie vijana mnahubiri neno la Mungu, mnajitolea kwa Mungu ni kwa nini? Na mimi ninashuhudia, ni kwa sababu injili iliyokamilika imerejeshwa na Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho si kanisa la kawaida, litakuongoza litakusaidia, kuelewa neno la Mungu vizuri na litakusaidia kujua jinsi ya kumkaribia Yesu Kristo katika maisha yako na... kama kuna kitu chochote mm, ninataka mtu akumbuke kuhusu mimi ni vitu hivi, ni kwamba ninajua Mungu ni baba yetu, na sisi ni watoto wake, sio kitu cha kineno lakini kio halisia. Tuko watoto wa Mungu, yeye ndiye baba yetu. Cha pili ni kwamba Yesu Kristo ndiye Mokozi na alifanya upatanisho wa milele ili sisi tuweze kusafishwa dhambi zetu na kushinda kifo cha kimwili. Cha tatu ni kwamba najua Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho ni kanisa la Mungu, kanisa la Yesu Kristo duniani. Najua ni kanisa pekee duniani lenye mamlaka ya Mungu ya kufanya ibada takatifu ambazo ni za lazima tu, turudi katika uwepo wa baba tena. Najua Joseph Smith alikuwa nabi ya Mungu. Kitabu cha Mormoni kimenisaidia sana katika maisha yangu na kanisa hili, injili hii ambayo tunazungumzia sasa hivi na kuahidi itakupatia shangwe ambayo itadumu kwa milele. Ni shangwe ya kweli, shangwe ya Mungu. Na shuhudia hii katika jina la Yesu Kristo, amina, amina, amina kabisa.